Nini natokea manyumba kumi na tatu kwa mara moja ni nini? Nini kulikuwa watu awa wako mugini, ulikuwa ukawe, nilishindwa na njema. Ninaweza nikatuma watu kwa kuweza kuchunguza ukweli kabisa kabisa, hiyo moto ni moto wa namna gani? Na periode kwa periode deja mbayi ileta huzuni. Ninaweza kusema kama watu nisheti waanze kusikia na kufuata mashauri wanafataka kila mara, hata na nyinyi mnapata kama communique. Na kwa kule, haifai kuunguza mapori kiolela, inafai kuangalia sana, hasa hii wakati na kwa ni wakati moja, ma... majani yanakauka sana na zaidi na zaidi, inafai kuangalia kwa sababu iko naleta dega kila mara, sababu wakati inatoka hasa wakati ya mchana una pepo kubwa sana na kama ile pepo iko kubwa sana, ile iko naleta madega. Wala leo hapa apani pale Kisobo, ni maneno ya jana, hii ulitokea hiyo ajali, watu walishindwa kuzimisha. Wana sasa kusanga, nt tunaumia leo mgini wote, leo pale Kisobo manyumba kumi na tatu. Naona kama ni shida sana, biento tutafika sasa mu saison pluvieuse. Sasa ile kama tunakuwa karibu na mvua tutafanya sasa nini? Watu majani na lungula yote maboriti itatoka wapi? Mnaona kama itakuwa shida huku. Tulisha upata ka mvua kidogo maki tuayesha kuona kama tuesha kuingia mwasika, kumbe inanizungusha tena kichwa mimi. Watasaidiwa namna gani kwa hii wakati?